Karibu sana, karibu sana. Nakuletea mada inayosema mapenzi ya kiuvivu ndiyo yanayokufa kirahisi. Mapenzi ya kiuvivu ndiyo yanayokufa kirahisi, msikilizaji. Uh, kuna mambo mengi sana ambayo yanaweza kusababisha uhusiano kadumu kwa muda mrefu sana, lakini pamoja na hayo Uhusiano unaweza kudumu miaka 20 alafu, mtu akaona no, sasa hivi nimechoka kuvumilia, uhusiano kafa. Haya ni mambo ambayo yanatokea katika mahusiano ya watu mbalimbali yaliyomo ndani ya ndoa na yale ambayo yako nje ya ndoa. Kuna watu ambao wanafikiria kwamba pesa ni kila kitu. Kuna watu ambao wanafikiria uzuri wasura zao muonekano wao umaarufu wao ni kila kitu, wakapuuzia kipengele ambacho kinaleta shida pale ambapo hakitembei vizuri. Kinaweza kuwa ni kidogo sana, lakini pale kinapopata shida inaleta shida sana. Muulize mwenye gari, plug ya gari ni kitu kidogo sana lakini plagi zikiharibika gari haiwaki, ni kitu kidogo sana. Akizidi shilingi elfu ishirini gari haliwaki, ni kitu kidogo sana gari haliwaki, haliwezi kwenda mbali sana. Sasa kuna vitu ambavyo ni vya muhimu sana kwenye mahusiano, lakini pale ambapo watu wanazembea, wana eneo ambalo Huwezi ukamshirikisha mtu mwingine, ni hatari sana. Mambo mengine unaweza kufanya na mtu mwingine, lakini kwenye tendo la ndoa ni mahali pa kipekee kabisa. Watu wengi wamekata tamaa, wameishia kwenye kuchepuka, wameona kwamba utatuzi ni uchepukaji. Nisingependa iwe hivyo kwako, nisingependa iwe hivyo kwako. Kutokana na shuhuda ambazo nimezipata nitakusomea voice note kadhaa hapa, uweze kuzisikiliza. Mara nyingine unafikiri hapa anafanyaga utapeli, lakini kwa mara ya kwanza voice, voice note za watu halisi, jinsi gani wameona kwamba kuna faida ya kujifunza ya. Sikiliza kesi ya kwanza hii. Doktor, mimi ni mwanaume umri wa 44 na mke wangu pia ana umri wa miaka 44, lakini ushirikiano wetu katika tendo lile la watu wakubwa naona mwenzangu hapendelei sana kushirikiana na, kushirikia na mimi. Ni kweli mna maumbile madogo ya kiume, lakini hiyo ndio imenisababisha mimi nifanye bidii kubwa sana ya kuhakikisha kwamba mke wangu anafika kileleni mara kwa mara. Ni sioni mke wangu kuona kwamba na yeye anaokibidisha, kiasi ambacho na amba mimi nifur, nifurahie. Dokta, nifanyeje ili mke wangu awe na furaha? Uhusiano wetu na miaka kumi na nane. Huyu ni mtu wa kwanza. Mtu wa pili anasema hivi: Dokta, mimi ni mwanamke, umri miaka thelathini na sita, mume wangu ana umri wa miaka arobaini. uhusiano wetu una miaka saba lakini ndani ya ndoa tuna miaka minne. Mume wangu hajui kuniandaa kabisa, na kwa muda mrefu nimekuwa sifurahii tendo hili, na sasa naogopa kuwa ndoa hii ikiwa itaendelewa miaka zaidi, mimi nitakuwa sifurahii ndoa. Nimejaribu kumpa mwongozo vitu navyopendelea, na vitu ambavyo sivipendelei lakini atajitahidi siku mbili tatu, anarudia pale pale panapo ni boa. Sasa hivi nimeanza kuchukia tendo hilo la wanandoa, nimeanza kumkumbuka mpenzi wangu wa zamani ambaye nilikutana naye chuoni. Alikuwa anajitahidi sana, anajibidisha sana, ananilamba kila eneo, na nilikuwa nafurahia sana kufanya mapenzi naye nilishindwa kuona naye kwa sababu ya tofauti za kidini. Dokta, naomba msaada, uniokoe ndoa yangu. Mwingine katika tafiti ya dai akasema hivi, hata mimi dokta, ndoa yangu ilikufa kwa sababu kama hizo. Kwa miaka mitatu nilichukia tendo la ndoa, yaani mpaka ninywe pombe, nilewe kidogo ndio nitamhurumia. Nilifanya mapenzi na huyu mwanaume anayeboa, Dokta, ilifikia hatua tukaachana. Mwisho kuu wa mwisho, Dokta, mimi niliwahi kuwa na mwanaume na tayari alikuwa anajiandaa kutoa mahari. Alikuwa na tabia nzuri, ila kwenye hili tendo la wanandoa alikuwa mvivu. mwanzoni uhusiano wetu alionyesha bidii lakini polepole ile bidii ikapungua. Mpenzi wangu ni mara chache sana alikuwa anaanzisha tendo hili la wanandoa. Mimi ndiye ambaye nilikuwa napenda sana tendo hilo na nilikuwa mwanzishaji muazish, mzuri wa hilo tendo. Nilipoona kwamba mwenzangu amekuwa mzito kuanzisha, nikajiona labda mimi ni mbaya, sina mvuto, ndio maana hanitamani. Nimejaribu kuwashirikisha marafiki zangu, sikupata jibu dokta. Nimejaribu kuongea na huyu mkaka, na mara zote mimi ndio nilikuwa naanzisha mazungumzo, tutaongea sana, lakini sikuona mabadiliko dokta. Wewe ndio mtu wa mwisho kuja kwako, naomba msaada, na sivyo uhusiano huu unakufa. Sasa hayo sio maneno ambayo nimetunga ningependa nizungumze hivi, na umuhimu sana wa kujua mambo ambayo yatakusaidia kuweza kuboresha uhusiano wako kwa kiwango kikubwa sana. Sasa nikuletee zile zile voice note ambazo nimekuja ni kabla sijaongea zaidi. Usikilize zile voice note. Uweze kuona jinsi gani haya mambo yanahitaji usikivu, mtu kuwa serious. Sikiliza voice note. Nyonya sana tu na nafurahia nikiwa namnyonya ila nilikuwa natamani kujua sehemu gani ambayo nikimgusa yaani nitamchanganya. Kuna sehemu ambazo nikimlambalamba huwa lamba, anamsikia anatoa sauti, kwa mfano kama nikimlamba maeneo ya kwenye shingo huku, yaani unaona kabisa anahisi nikiwa na namnyonya na, na, na ume wake waga namchezeachezea chuchu zake zile, namsikia ana ana kidogo, unasikia na gunaguna, naona kabisa inawezekana ni sehemu ambayo anajisikia vizuri ila bado sijagundua anaficha, au ni wapi ambapo yani atapiga yani zile kelele yani mpaka nisikika, bila yani mpaka ya niski kabisa amefeel. Maana wanaume waga mnapenda kujikausha yani, amtiki kuonyesha ile wazi wapi ambapo nani papana ukuna mama wangu mimi anatumia pombe, akiwa amekunywa mpombe, aki mpombe anaongea maneno mengi matamu na hmm, wakati wa tendo akiwa hajanywa anakuwa ni anaona aibu asemaje, yuko tu anaguna guna tu kwa unatamani hata anaongea hata, akiwa ajani aki pombe a anaongea maneno mazuri a nipate ile ishara kwamba wapi nikishika, anajisikia vizuri, kwa ndo hata wakati anazi aga anaongea, yani anafanya ujua, huku kwa anaosema kwamba amefika hiyo hatua. Kwa hiyo kiukweli sina mpangilio, labda ndio unisaidie nipate, yani wapi nianze na nishia, ila sina mpangilio maalum, lakini sehemu nyingi najitahidi sana, mimi kumchezea sana mimi, na nyonyaga, hata sioni shida yoyote popote pale, napoona napo ni lambe kwenye masikio na lamba shingoni, kifuani, popote hata masaji namfanyia, sina kitu cha tofauti ambacho nimeona hapo masaji hiyo ya, ya mwili kwa mwili hiyo nilikuwa sijui kabisa hiyo kula... Izo masaji nimepata hizo mpya. Nilikuwa natumia tu mikono kufanya masaji, lakini hiyo ya kufanya kwa mwili kwa mwili hii ah, ni mpya isee. Ili leo itabidi nidili nayo e. <laughs> Nitafutia hayo mafuta i e, ya leo nidili nayo ni. Lakini sasa naomba tu uniongezee maujuzi. Hizi video nitajitahidi niziamishie kwenye laptop yangu ya yaani nilitamani hizo zingine na zengine nisiona. Kwa hiyo kiukweli sina mpangilio maalum daktari, wewe ni, nisaidie tu vitu vingine iweze kuongeza maarifa. Okay, hiyo ni moja. Kuna voice note ziko zaidi ya kumi mekupa tu moja kukupa picha ya kwamba kuna vitu ambavyo vinahitaji. Kwa mfano, huyu dada analalamika kwamba angependa mume wake awe anaongea wakati watintola ndoa. Nimeshakutana na kesi ndoa ina miaka zaidi ya ishirini mwanamke anaanza kuchepuka kisa mwake sio mwongeaji ndani ya ndoa ndani ya ndoa. Kwa hiyo wakati wa ndoa kuna mwanaume sasa. Huyo mwanaume huwa anaongea akiwa amelewa, kama hajalewa, kimya kimya kama bubu. Wanawake wanapenda mwanaume ambaye anaongea ongea, anatia stori wakati wanafanya mapenzi. Sasa kuna video mpya nimeziandaa ambazo zitaweza kukupa nafasi ya kuweza kuelewa vitu ambavyo unaweza kuwa unavitumia tumsikize tena. Kuna nyingine ambayo haisikiki vizuri sana, lakini huyu ni dada ambaye ni daktari, dada ni daktari. Unaweza kuona mwanamke anasema kwamba sasa hivi baada ya kupata zile video ana mwanaume anarudia. Sasa mwanaume anaishia goli moja, anakuwa hajamaliza ya tendo la ndoa atatafuta mtu mwingine. Sasa ukisipojua mbinu mbalimbali za mbali, kumsaidia mwanaume aweze kurudia tendo oh, la ndoa, wewe utabakia tu kulalamika, mwanaume anachepuka, anachepuka, kwamba hujajua tatizo la mzizi, mzizi wa tatizo hilo ni mimi najambo la na msingi sana. Kuna mambo mengi ambayo napasa huyafanye ili mwenzio aone. Tumekaa uchumba, hiyo ni bado tulikuwa tujaoana. Baada ya kufunga ndoa, yani toka tumeishi kwenye ndoa mpaka sasa ni miaka kumi na moja, huwa ukijumlisha na ile sita, ina maana sisi tunakaribia hata miaka mingapi? kumi na moja, tuna miaka kumi na saba kwenye mahusiano ya pamoja. Kwa hiyo ni muda mrefu, mtu anafika hatua atakuwa tu anakuzoea haoni, haoni kitu kipya. Kwa sababu nakumbuka wakati atujaoana, nilipokuwa bado tuko wa chumba, unafika nyumbani, labda naye anakutumia message ekutana eh, napenda unaponinyonya pumbu, unaninyonya vizuri lakini siku hizi hata aniambii, <laughs> ata asemi tena ko, ni kama vile, nadhani atakuwa amezoea, anaona ni vitu vya kawaida tu. Sasa natamani yaani vitu vipya, jamani. Dokta, nataka unipe vitu vipya ambavyo atajiuliza, eh, mbona hivi huyu mama hoi kunipa, jamani, alikuwa wapi? Yaani asione kama ni yale yale kila siku. Ndio maana natamani kwa kwafuna kama hiyo ya chuchu hiyo nilikuwa si, sijawahi kuifanya nilisikiliza video zako YouTube nikasema ngoja nikajaribu kumchezea chuchu zake na kuzinyonya, nikaona kuna kau tofauti. Kwa hiyo hiyo ya chuchu, mimi nilikoga, sijui nimejua kutoka, nilikuwa sijui kama mwanamume unaweza kabinyo chuchu, nilikuwa na hisi labda anakereka, anaweza kaona kama huyu ananifanya kama mwanamke ananinyonyaje mwana chuchu. Kumbe bwana na mwanaume naye anaenjoya kiunyo chuchu, ai, nilikuwa sijui nilisikiliza video zako YouTube, nimesha kufuatilia mara nyingi, nikasikiliza nikasema, aha, ngoja nikalifanyie kazi kwao. Nikalifanyia kazi, nikaona kabisa anafurahia. Hata akiwa na anakojoa ukiwa unamteenye una zile chuchu, anafanya kwa haraka, ana na anapia, unaona kabisa mtu ameenjoy afu zinasimka zinasimama hadi zinakuwa ngumu. Kwao nais kabisa, huyu mtu anafeel kitu kwa hiyo vitu vingine nimejifunza kupitia YouTube yako ile ambayo unaongeaga, ila nilikuwa sijaribu kufuata. Kwa hiyo nikatamani na mimi nione hizo video zikoje, ndio maana nikaja moja kwa moja nikakufuata kwenye inbox ili nione vitu vipya. Nataka nipate vitu vipya daktari, na miaka kumi na moja kwenye ndoa lazima mume wangu atachoka, anatakiwa kutane na mambo mapya, yani anione kama ndo kwanza tumekutana tunaanza uhusiano. Kumbe nnanilia ni mzee mwenzangu <laughs> unaweza kuona jinsi gani ilivyo hatari. Anasema zamani alikuwa nasifiwa, siku hizi isifiwi. Manaake hapo tayari ameshatengeneza gepu na mchepuko kuingia. Kwa hiyo unaweza kuwa umeboa mwenzio asikuambie, kwa kadri kama dada mwingine tavzungumza, ni kwamba ameweza kumsaidia mwanaume akarubia mara ya pili, ya tatu, ya nne. Huyu mwingine anasema kwamba masaji alikuwa anafanya lakini, na kama kufanya hivi, sawa. Kama una hela za kutosha, sawa, tutumia kwa njia ya WhatsApp, hizo nane tu kufanya tofauti, zenye mbinu mbalimbali za kufanya, sawa. Sasa kikumuza kikumuza kwa kwa sasakium nini? ukiona unataka kufanya mapenzi kwa muda mfupi, manake neno hautadumu. Hii ni sayansi, nazungumza sayansi. Kama nilivyozungumza kwenye video nyingine, ni kwamba katika ndoa, iwapo katika siku saba za wiki, siku ambazo hamfanyi mapenzi zinazidi zile ambazo mnafanya, hiyo ndoa inaenda mahali pabaya. Kwa maneno mengine ni kwamba kwa kadri mnaofanya mapenzi kwa muda mfupi, hiyo ndo sasa. Usipokuwa na vitu vingi vya kufanya, utaona kufanya mapenzi saa nzima ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini kwa video hizi mpya ambazo ninaitoa f kwa sijui kuna nikikutumia kwa email, ziko video hamsinina lakini hizi mpya za masaji hizi mpya za masaji, nimeamua tu za masaji, mambo mengine ambayo yanaweza kuleta shida kwenye mahusiano hayo mengine yote yanaweza kuleta kutu kwenye uhusiano wenu

huyu <myshuni> <myshuni> uh, ni yule yule na nyingi ambazo ziko ambazo nikusikizisha, unaweza ukasema kwamba kuwa nalalamika, akupata huyu ni mwanaume, nimemtumia video. Anyway, anyway. Nachotaka kusema hivi ni kwamba kila mmoja lazima aonyeshe bidii ya kuonyesha kwamba namjali mwenzangu, na jali na hisia za mwanamke huyu, na jali hisia za huyu mwanaume mwanamke mwanamke. Lazima ajue kwamba mwanaume ana maeneo kumi na manne na kila eneo lina ufundi wake, na ajue jinsi ya kushughulikia eneo kila mmoja wapo katika hayo maeneo kumi na manne. Mwanamke mwanaume ajue kwamba mwanamke ana maeneo kumi na saba na kila eneo lina ufundi wake. Hii unapokuwa unamchanganyia changanyia vitu anashindwa kuzoea, lakini unapoulia, unapofahamu mambo matatu tu katika mambo hayo ambayo kumi na nne na kumi na saba atayazoea. Akisha zoea tayari chaji zinapungua, hana hisia, wewe unafanya tendo la ndoa kwa muda mfupi. Mwisho unaanza kueleza na kuwa nyingi, kueleza na kuwa nyingi, hamjui jinsi ya kuweza kusuluhisha. Napenda nikwambie vilivyo ni vingi. So, ina shida. Kuna mambo mengi anaangaliwa, lakini unapoweza kumchanganya mtu akili zake, yani kuangalia madhaifu yako lina nguvu sana eneo hili nyuma na hapo, doa hiyo inaendelea jalalani. Tuwasiliane alafu, wale ambao wametembelea page zangu ya Instagram, nafungua page nyingine ya Instagram, utapata jina muda sio mrefu. Bye bye. Kama unaangalia video kwa mara ya kwanza, usajili itakupa video nyingine, upate taarifa haraka sana.